Kama mtendaji mkuu kwenye mkoa nimeendelea kusisitiza matumizi mazuri ya mfumo wa NEST katika masuala yote ya manunuzi. <laughs> Hata kama ni manunuzi madogo, ni lazima yaingie kwenye mfumo ili kuweka sensi ya transparency, accountability na responsiveness ya kila mmoja. Wakurugenzi wangu wote wanautumia vizuri sana, RAS pale mkoani wanautumia vizuri sana na sijaona changamoto yoyote. Hii ni kwa sababu mmefanya kazi kizalendo kwa ubunifu mkubwa, na mfumo unafanya vizuri bila kusumbua sumbua. Hongereni sana, na hii kazi hamkufanya peke yenu maagizo ya Mheshimiwa Rais bila shaka, Waziri wa Fedha Dokta Mwigulu Lameck Nchemba Madelu alipokea na akawaagiza mfanye, na yeye akasimamia kwa karibu. Nafahamu hilo na namjua kwa sababu ni mfuatiliaji mzuri na ni mzalendo kweli kweli, na ndio maana yupo amedumu muda mrefu, anamsaidia vyema mheshimiwa rais. Ubora wake hauwezi kuwa bora bila nguzo muhimu ya kwenu. Mmefanya vyema sana mpaka leo, mmebuni. Hawa ndugu zangu wasioona wamepata semina hii nzuri. Hakika Mungu awabariki sana. Mmefanya kitu cha maana sana. Unaona hata wao wanafurahi, ukiangalia ni sura za furaha tupu. Hebu mpigie sana mheshimiwa Rais makofi, na wamezungumza wenyewe, hata yale maneno mazuri mazuri mazuri. Hey, sijasema mimi wamezungumza tayari, mimi ni nani nikataye? Kama walivyosema, sasa tumekuja kwa ajili ya kuhitimisha mafunzo, lakini pokeeni sana salamu za mheshimiwa wa aras wetu Comrade Albert John Chalamila. Alitamani kuja kwa sababu anawapenda sana walemavu wetu, anapenda makundi yote, lakini lazima niwaambie ndugu zangu, anawapenda kwa sababu kila mmoja ni mlemavu mtarajiwa. Hakuna mtu ambaye ana assurance ya kutokuwa mlemavu. Naomba sana niwashukuru sana mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA kwa kunipa fursa hii adhimu ya kuzungumza nanyi leo, hasa katika zoezi hili la ugawaji wa visaidizi vya mafunzo kwa watu wenye ulemavu, yaani watu wasioona. Natoa pongezi za dhati kwa PPRA kwa kuandaa mafunzo haya muhimu yaliyofanyika tarehe 25 Aprili 2025, hasa kwa ushirikiano na chama cha wasioona TRB na jumuiya ya wasioona Tanzania TAB. <coughs> Ni wazi kuwa mafunzo haya, ndugu zangu, pamoja na visaidizi hivi yatasaidia sana katika kuwawezesha watu wenye ulemavu na makundi maalum kwa ujumla kufahamu na kutumia fursa za upendeleo zinazotolewa katika ununuzi wa umma. Manake mnafahamu wakati mwingine hauoni, ndio maana kitabu hiki kina Nukta Nundwe ambacho kitakuwezesha wewe kusoma vizuri. Lakini kwenye hizi redio kuna flash ambayo ndani yake kuna sauti inayokuelekeza nini cha kufanya. Hivi viunganishi viwili hivi vitakusaidieni wewe kuweza kujua fursa mbalimbali ambazo kimsingi, Mheshimiwa Rais amezitoa kwa ajili ya watu wenye ulemavu. kwa mwingine anaweza sijue kazi nzuri ambayo inafanywa na serikali lakini ninyi watu wenye ulemavu mmeona namna gani Mheshimiwa Rais anawajali sana na, na, na haya mambo mazuri, nendeni mkayaeneze mkawaambie na kuwanong'oneza wengi ili wajue PPRA inafanya kazi gani ili wajue bodi ya PPRA ina ubunifu gani. Hii itasaidia sana kuwawezesheni ninyi kuinuka kiuchumi na kupunguza wakati mwingine malalamiko, malalamiko mengi yasiyokuwa na msingi zangu. Kama mkurugenzi wa PPRA alivyoeleza, mamlaka hii ina jukumu muhimu la kusimamia mifumo ya ununuzi wa umma nchini, kuhakikisha uwazi, haki na masilahi ya umma yanalindwa. Na umma ni ninyi wenyewe. Ni faraja kuona kuwa PPRA imejitolea kuhakikisha kuwa makundi maalumu yanayojumuisha wanawake, vijana, wazee, na watu wenye ulemavu na wajasiriamali wa Kitanzania kwa hakika wanapata fursa stahiki za kushiriki katika miradi ya ununuzi wa umma. Hii inalingana kikamilifu na maono ya serikali ya kuwajumuisha wananchi wote katika jitihada za kukuza uchumi. Ni dhahiri kwamba kupitia hivi hizi redio na vitabu hivi vitakupa access ya kujua tenda mbalimbali. Ukishajua tenda mbalimbali mbali ambazo zimetangazwa, maana yake utashiriki kwenye kuomba ukishiriki kwenye kuomba ukapata kazi ukatekeleza miradi utapata pesa kayo, pesa hiyo itakusaidia wewe mlemavu kukuza uchumi wako, wa familia yako na wa taifa kwa ujumla. Hii ni nafasi njema kwako kuweza kuchangamka changamka sasa ili upate pesa. Ndugu washiriki, serikali yetu chini ya Dkt Samia Suluhu Hassan inatambua umuhimu wa kuwawezesha watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi. Ndiyo maana sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kwa hakika inatoa miongozo maalum ya namna ambavyo makundi haya yanaweza kunufaika na upendeleo huu. Takwimu zimetolewa hapa na DG wa PPRA kwa hakika zinatia moyo sana, ingawa bado tuna safari ndefu kuhakikisha ushiriki mkubwa zaidi wa watu wenye ulemavu. Nina hakika wako wengi zaidi ya hawa. Sasa ni muhimu PPRA tukaongeza juhudi, ili idadi ya makundi ya watu wenye ulemavu yasajiliwe kwenye mfumo wa NeST. Nasema tena ni muhimu sana PPRA tukaongeza jitihada za dhati kabisa ili makundi mengi ya watu wenye ulemavu yasajiliwe kwenye mfumo wa NeST ili waweze kunufaika na fursa mbalimbali ambazo serikali yetu imezitoa chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Sio hiyo tu, lakini pia ni pamoja na thamani ya tuzo za mikataba wanazopata iendelee kukua kwa kasi sana. Sio wapate wachache, wapate wengi zaidi. Hata ukiomba, sio kuomba tu, swala ya kupata pia. Yani ingekuwa, niseme tu kwamba mwangalie mekanizimu kwa sababu hawa ni wachache eh, ni, ni kundi ambalo ni vulnerable, eh? kwa sababu hawawezi kuakses kama wengine ambao wana milango yote ya fahamu, lakini hawa kuna kitu kimoja ambacho hawajapata. Sasa ni vizuri sana kukawa na upendeleo maalum wa hawa watu wenye ulemavu wakaupata, ili waweze kuakses na kupata hizi fursa muhimu za kazi ambazo zinatangazwa na PPRA kwa sababu tukifanya hivyo, tutakuwa tumesaidia. Hatutaki mlemavu awe ombaomba -omba. Hatutaki mlemavu awe ni mtu wa kulialia. Tunataka mlemavu awe na uchumi imara. Tunataka mlemavu aweze kumsaidia vyema Mheshimiwa Rais kwa kufanya kazi. Ndiyo maana wameanzisha makampuni ya kwao na ndiyo maana mewapa vifaa hivi ili waende wakavitumie kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata kazi, wanafanya kazi vyema. Lakini rai yangu kwa ninyi watu wenye ulemavu, nafahamu mwenyekiti wa bodi na mtendaji mkuu wa PPRA pamoja na management zima na bodi wameelewa hitaji lenu na ndiyo maana mmekuja hapa. Mnapokwenda kupata hizi kazi, nendeni mkazifanye kwa uadilifu na uaminifu mkubwa sana Amina. mnapokwenda kunufaika na hii asilimia kumi na hii asilimia thelathini kwenye miradi nendeni mkafanye kwa uadilifu mkubwa sana na ikiwezekana, miradi ambayo wamepewa watu wenye ulemavu ikawe ni bora kuliko wengine. na hiyo ndiyo namna bora ya kumsaidia mheshimiwa Rais. Kumsaidia mheshimiwa Rais ni kumsaidia kwa vitendo, sio kwa maneno. Kumsaidia kwa vitendo ni pale mnapopewa miradi mizuri na mikubwa hii, mkaifanya kwa uadilifu, kwa ubora, na ikaonekane ile value for money, sio ah, kwa sababu mimi nilikuwa hivi. Hatusingependa vizingizio vyovyote kwamba nimepata mradi nimeshindwa kufanya vizuri kwa sababu moja, mbili, tatu. Hapana, hiyo haifai. Ni vizuri ninyi mkawa mfano kwa wengine, kwa mafunzo mliopewa na wataalamu hapa na kwa usimamizi wa bodi hii chini ya mama yangu huyu, na ninamwona mama ana upendo mkubwa sana kwenu amemwagika kabisa kwenu hasa, kama kamwagika kwenu na ninyi pia mwagikeni kufanya vizuri. mama hoye, mama hoye. Sasa, ndugu zangu, mafunzo haya na visaidizi mliopatiwa leo, kwa kweli ni fursa adimu sana. Zitumieni fursa hizi kujielimisha na kuwaelimisha wengine. Lengo letu ni kuhakikisha kuwa makundi maalumu yanapata fursa za kibiashara, na hivyo zichangie kikamilifu katika ukuaji wa uchumi. Kama PPRA imejitoa kutoa mafunzo na kushirikiana na wadau ambao ni ninyi, nami nawaomba ninyi mafunzo na kushirikiana na wadau wengine na ninyi walengwa pia muwe mabarozi wazuri wa fursa hizi ambazo zinatolewa na PPRA. <coughs> Mnapopata changamoto yoyote ya kimfumo, kwa sababu hii ni mifumo imetengenezwa na mwanadamu, sio Mungu, ni vyema muwasiliane na PPRA lakini tumieni sana mfumo wa NeST na wakati mwingi fuatilieni fursa ambazo zinatangazwa na PPRA. Natoa wito kwa kila mmoja wenu kuhakikisha tunafaidika na fursa hizo zitolewazo na serikali kupitia sekta ya ununuzi wa umma. Ni jukumu letu sote kuhakikisha tunatumia haki zetu na kuchangia katika kuboresha uchumi wa nchi yetu. Nawapongeza sana PPRA, mkurugenzi wa PPRA, lakini sana mwenyekiti wa bodi, ambaye kila siku natupia jicho kwa hao jamaa. <laughs> Wajumbe wa bodi, kila wakati mnatupia jicho kwa mkurugenzi na timu nzima ya management. Lakini mkurugenzi, huwezi ukafanya peke yako bila y management. Nina imani kuwa visaidizi hivi mtavitumia vyema na kuwawezesha wanachama wengi zaidi, hata wale ambao hawakupata fursa ya kushiriki mafunzo haya ya leo. Ninyi mmebahatika kuingia kwenye ungwe hii na wengine watafuata baadaye, bila shaka na ninyi mnakwenda kuwa mwalimu wa wengine. Jione wenye bahati kuwa wa kwanza kupata mafunzo haya. Hii fursa ni adhimu kweli, tena adhimu kweli kweli, lakini mafunzo haya sasa yasiishie humu ndani, yaoneshe impact kule mnakokwenda kiuchumi kwa ninyi watu wenye ulemavu, lakini yakapunguze masononeko kwa ninyi watu wenye ulemavu, kwa sababu Mheshimiwa Rais Dokta Samia Suluhu Hassan yuko nanyi, iwe usiku iwe mchana, iwe jua iwe. Ndugu mgeni rasmi na wajumbe wa bodi Kitendo hiki mlichokifanya kwetu sisi kama wanailala wa Tanzania, mmefanya kitendo kikubwa sana kwa mtu yeyote anaweza akaangalia fedha mliotumia milioni hamsini, milioni mia kwa ajili ya kutoa elimu kwetu sisi wanailala na bahati nzuri kina mzee Malecha wako hapa na wenzake, tunaona ni thamani kubwa sana ambayo mmeifanya kwa wenzetu, kwa ndugu zetu. Mwanadamu anakuwa mlemavu kwa sababu hawezi kufanya jambo fulani, lakini lile jambo ukimwezesha akapata nyenzo, anakuwa sio mlemavu, anaweza kufanya mwanadamu hawezi kuona kwa sababu hana macho, lakini ukimpa nyenzo ambayo nyinyi mmeifanya inamfanya kuona, kwa sababu anaweza kufika halmashauri yako ya jiji la Dar es Salaam kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye ile asilimia kumi, hivi navyozungumza, ziko bilioni kumi na saba katika bilioni kumi na saba ambazo tunakwenda kuzigawa kama mikopo, asilimia mbili ni zaidi ya bilioni tatu nukta nne <laughs> maana yake tukienda kusimamia haki tukawatendea haki ndugu zetu hawa na kwa mafunzo haya ambayo mmewapa, wataenda kuzikopa zote na watahitaji zaidi ya hizo fedha. Ndugu mgeni rasmi, halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam mapato yake ni zaidi ya bilioni mia moja na thalathini kwa mwaka. Ukienda kwenye miradi ya maendeleo ni zaidi ya bilioni themanini kutoka kwenye hiyo fedha, maana yake asilimia sabini Ukienda kwenye bilioni themanini au tisini ukienda manunuzi ni zaidi, wataalamu wanajua kwenye hiyo fedha za maendeleo zaidi ya asilimia stini ni fedha za manunuzi, kununua vitu kununua vitu kununua vitu, kuliko gharama za ujenzi, gharama za ujenzi. Ukienda kwenye hiyo bilioni stini ukatafuta asilimia thalathini ya bilioni stini za manunuzi, alafu zikaenda kwa ndugu zetu hawa, tutaweza kuwasaidia kwa kwa mkubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nikuhakikishie tuko tayari kwa ajili ya maelekezo yako kwa niaba yako ya mkuu wa mkoa lakini sisi kwa wakuu wa wilaya ni kuhakikishia tutaenda kusimamia kwa ajili ya ndugu zetu hawa Mheshimiwa Rais anawapenda sana ametutuma sisi tuwatumikie ni kuhakikishia ndugu mgeni rasmi tuko tayari kuwatumikia hiki kitendo kilichofanyika na bodi ya PPRA kwetu sisi tunaona ni nyenzo muhimu mafunzo mazuri muhimu, itakayoweza kutusaidia mahusiano yetu. Ombi langu kwake mwenyekiti wa umoja huu, twendene tukapendane, tuache kufitiniana sisi wenyewe. Hizo fedha ni zenu, hizo asilimia ni zenu, tuache kukokeana wenyewe kwa wenyewe nini, moto msipelekeane mioto mkaumizana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya bodi ya wa wakurugenzi, management na watumishi wote wa PPRA, napenda kukukaribisha sana katika hafla hii muhimu ya ugawaji wa visaidizi vya mafunzo kwa walengwa na upendeleo kwa jumuiya ya watu wasioona. Ujio wako Mheshimiwa mgeni rasmi unaonyesha wazi jinsi serikali inavyothamini na kuunga mkono juhudi za kuwawezesha wananchi wake wote kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi, hususani kupitia fursa zinazotolewa katika ununuzi wa umma. Tunaamini kuwa uwepo wako hapa utatoa hamasa kubwa kwa walengwa hasa na wadau wote. PPRA inajivunia jukumu lake la kusimamia ununuzi wa umma nchini na kuhakikisha unatekelezwa kwa uwazi, ufanisi na haki katika, kuhaktu, katika hili, tunahakikisha kuwa sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 inatumika kikamilifu kutoa fursa za upendeleo kwa makundi maalum. Mafunzo haya na visaidizi tunavyotoa leo ni sehemu ya mikakati yetu ya kuwajengea uwezo makundi haya ili waweze kunufaika na fursa zinazotolewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakupongeza kwa uongozi wako thabiti katika kuendelea kuwa mstari wa mbele katika kuunga mkono ajenda za maendeleo jumuishi. Mafunzo haya kwa kundi hili la watu wasioona kwa upande wa kanda ya Pwani limetugharimu eh, takriban shilingi milioni hamsini na mbili na hii ilikuwa katika kutoa mafunzo pamoja na kuchapisha vifaa hivi saidizi, e, ikiwemo vitabu vya nukta nundu ambazo ni braille vyote ambavyo tumegawa kwa washiriki wote waliohudhuria mafunzo haya ambao walikuwa takriban mia mbili na hamsini. Na sasa leo vile vile tunaendeleza kwa kugawa e, visaidizi vingine ambavyo ni redio zenye uwezo wa kupokea memory card na flash disk ambazo sasa hivi memory card na mafunzo hayo ya sasa lakini natupa nafasi pale ambapo natoa mafunzo mengine, tutakuwa tunaleta mafunzo yetu na tunatumia redio hizi kusikiliza. Basi kwa hayo machache, mgeni rasmi, mengine yapo katika hotuba ya mwenyekiti. E, kwa ufupi ni kwamba kusema kweli tuliona mwamko ni mdogo wa makundi maalum, pamoja na sheria kuweka hitaji la 30% kutengwa. Kwa hiyo tuko katika jitihada za kuhakikisha kwamba kwa kasi tunaongeza makundi haya ili sasa tunapokwenda kwenye taasisi nunuzi, taasisi nunuzi zikute tayari kuna makundi ambayo wameshafundishwa vizuri, wameshaandaa na kuisha taarifa zao, na ili taasisi nunuzi ziweze sasa kwanza kutoa tenda za serikali kwa makundi na sika mamlaka ni kusimamia kwa kuhakikisha kwamba kweli makundi haya yanapata hizo kazi na ipelekee wao kufanya kazi hizi na kulipwa kwa wakati. Ndugu mgeni rasmi, haya tunayoyashuhudia leo ugawaji wa vifaa ambavyo ni redio na memory ambazo zitakwenda kus, kutusaidia kusikiliza mafunzo yaliyowekwa na wenzetu wa PPRA wataalamu wao. Lakini ndani yake kuna mafunzo ya asilimia thelathini ya tenda ambazo hizo zimetengwa, ni kwa mujibu wa sheria zimetengwa kwa ajili ya makundi maalum. Makundi maalum hayo tukiwemo watu wenye ulemavu hususani wasioona. Ni wajibu wetu sasa kwenda kutekeleza yale ambayo tumepewa, tuyafanyie kazi, tuanze kunufaika. Mama anaopiga mwingi asilimia thelathini, tunapata tenda humo, kuna mihela, asikuongope mtu. Ukirudi huku kushoto, unapiga kushoto, asilimia mbili, mkopo upo, na mkuu wa wilaya akasema, zipo nani kama Mama Samia? Mama Samia mitano tena. Mama Samia mitano tena. Mama Samia, e, e, wenye kununa na wanune, si ndio tulishaamua? E, wenye kununa na wanune tu. Unapopata kivuli kizuri ni muhimu sana kukitunza kile kivuli. Kwa hiyo nisisitize ndugu zanguni ili haya mambo yaendelee kuwepo kwanza ni sisi Watanzania kuungana na viongozi wetu kuilinda amani ya nchi yetu. Ndugu zanguni, msisikie huko Kongo, sijui Sudani wa, najiulizaga hivi huko walemavu wa huko hatujuagi hata maskini, sijui wanapona sijui wanakimbia sijui wana yani, hatujui jamani, vita isikieni kwa watu, sio masiara mimi niseme kupitia eneo hili, wanaotaka kuleta chokochoko choko kwenye amani yetu na nchi yetu, watu wache jamani. Sisi vita ikianza hapa, unakimbia kwenda feli, kumbe ndio unajipeleka yaani, mpaka Bwana Dennis Simba akukumbuke kukushika mkono, sio leo. Yeye hapo na yeye atasema yarabi nafsi yangu kwanza na familia yake. Uongo kweli jamani. Kwa hiyo machafuko hayafai, na ili tuendelee kunufaika na kula keki ya taifa anayoisema mama, hata kama ni ndogo, tugawane. Amani ni kitu cha kwanza.